yanaendelea nchini Moroko, huku waandalizi wa AFCON mwaka 2027 Uganda na Tanzania wakishiriki mashindano hayo. Kenya ilikosa baada ya kubanduliwa katika hatua ya kufuzu. Uwanja uliokuwa wazi ukijulikana kama Posta Grounds mkabala na barabara ya Ngong. Leo eneo hilo limebadilika na kuwa uwanja wa Talanta ukisimama tisti katikati ya jiji la nairobi mataifa ya kenya uganda na tanzania yalipata fursa adhimu ya kuandaa michuano ya afcon 2027 hili lilitoa msukumo wa ujenzi wa uwanja mpya wa michezo na miezi 18 baadaye ujenzi umefika asilimia 72 kazi bado inaendelea uwanja wa talanta ukipata mwonekano wa kipekee na wa kuvutia kulingana na meja victor kinge Muunganiko wa nembo za utamaduni na teknolojia zimeweka uga wa Talanta miongoni mwa nyanja bora zaidi ya michezo ulimwenguni. Uh, but at the same time it is aspiring to what we want to become as a nation. And uh, when you consider the standards that have been set by by the governing bodies, that is CAF and FIFA um, it is a requirement that you achieve for something greater than what you've seen locally. And I believe that is what um, the team here at Talanta um, have managed to achieve. Kwa mujibu wa mwana kandarasi, uwanja utakamilika machi mwaka 2026, miezi mitatu nyuma ya ratiba akieleza kuwa mabadiliko na upanuzi wa miundo mbinu ndio sababu ya kuongeza muda serikali inatekeleza ujenzi wa uwanja ulioafikia ubora wa fifa miaka 38 baada ya hayati rais daniel arap moi kujenga uwanja wa kasarani kwa michezo ya all africa games ya mwaka 1987 baada ya kukamilika, Rais Ruto ametangaza mpango wa kubadilisha jina la Talanta na kuliita uwanja wa kimataifa wa Raila Odinga kwa heshima ya hayati Raila Odinga, mpenzi wa michezo ambaye hakukosa mechi za Harambee Stars au Gor Mahia. Tumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza na tukikamilisha, tutafanya hivyo. Kama waandalizi, mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania yatafuzu moja kwa moja kushiriki mashindano hayo bila kujali matokeo yao katika mechi za kufuzu. Steve Shitera, runinga ya Citizen. Uga wa Talanta, Nairobi Timu ya